Akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya ushirika duniani ambayo kitaifa imefanyika mkoani Kilimanjaro, naibu waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, Mheshimiwa William Tate Olenasha amewataka viongozi wa vyama vya ushirika kutafuta mitaji kwa wanachama na sio kukimbilia kwenye taasisi za kifedha, hali ambayo imesababisha vyama vingi kuingia kwenye migogoro baada ya kushindwa kulipa madeni wanayodaiwa. Hivyo basi, nawataka wanachama na viongozi wa vyama vya ushirika kuhakikisha kwamba vyama vyote vinafuata misingi ya ushirika, kutege na kuepuka eh, utegemezi, lakini vile vile kuepuka vitendo vyovyote ambavyo ni vya ubadhirifu, matumizi eh, mabaya ya madaraka, matumizi kwa upande wake, kaimu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Profesa Faustine Bee, amesema hali ya ushirika hapa nchini siyo ya kuridhisha, ambapo ameiomba serikali kuimarisha utawala bora na tume ya maendeleo ya ushirika katika vyama hivyo, ili viweze kufanya kazi zake kwa ufasaha na kuleta tija kwa wananchi. Naye mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika nchini TFC, bwana Jason Kalile na mwenyekiti wa bodi ya korosho Tandaimba na Newala bwana Yusufu Saidi wamesema sekta ya ushirika inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo wanachama kutokuwa na elimu ya ushirika pamoja na sheria ya mfumo wa stakabadhi ghalani kutowanufaisha wakulima. Changamoto namba moja ni pale tunapokwenda mnadani mfumo, uh, sheria ya mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani bado inatakiwa ifanyiwe ifadiwe maba, uh, uh, uh, mabadiliko hasa pale kwenye minada. Sehemu ya minada ndio tatizo, sehemu ya kulima wetu wa korosho. Nikiripoti kutoka Moshi, mimi ni Fadhila Omari wa ITV.